Nimetoroka milembe wa milembe, oya we kama nimetoroka milembe oya. Oya, ni oya mwamba, kama ndo katoroka yani. Sasa hivi po urahiani, yaani mwamba anaonesha uchizi yani, yani sasa hivi kaamua kueuka kabisa. Moja kati ya habari ya mjini sasa hivi top moja wapo inamuhusu msanii wa kizazi kipya aliyekuwa chini ya lebo ya Konde Music Worldwide, ya Ibra. Oye, oye, oye. Ibra wana aona, mambo yasiwe mengi oya, mambo yasiwe mengi, na hii nasema kwa sababu nataka watu wengine wasiwe na kiherehere na kiraruraru ya kuambia, unataka kusaini, unakimbia mbio Ibra katema nyongo, jama. Ibra katema sumu, haya am mambo tulizoea kuyasikia. aka na sahau kujintroduce aka Mr Newspaper. Hii ni Metro Media TZ ya mvini kijiweni, maskani ndo hapa. Alafu tunauli kwa Ibra. Baba Ibra ah yote ulikuwa unapitia baba, na ukusema baba, ulikuwa nakufa na tai shingoni baba. Baba kama Mjerumani baba gumu, jamani, usitamani kusikia. Kumbe pale tunapowaona pale wanatabasamu wanacheka, wanaapa mashampeni usiobona cheers nyingi, sawa yani mambo ni kibao, fulau soni, kumbe wanaumia bwana, vijana wanateseka, vijana wanapitia magumu, mpaka wajing'atue, ndo anaanza kutema nyongo baba. Sasa mimi point yangu, pointi yangu, the point ni Ibra, kwa yale yote aliyosema, na watu kama wao walishatokea, kwa sababu hata huyo bosi wake naye alikuwa under label alikuwa chini ya usimamizi wa lebo ya WCB Wasafi. Alivyotoka naye akatema cheche, baada ya kutema cheche akakusanya sumu zile, akakusanya hasira za yale aliyoyapitia, lakini hakupaswa kuyalipa kwa mtu mwingine lakini imeonekana kama kaenda kayalipa, kwamba yani, yani kampitisha kijana kule alipopita yeye, which is not good kabisa. Baya sasa, mi pointi yangu moja, sitaki kumzungumzia ila, nataka nipite kwenye z amezungumza Ibra embe, tuhuma nyingi, matatizo kibao aliyokutana nao akiwa chini ya Konde Music Worldwide. Maoni yangu sasa, hapa tunakaa sasa, tuna discuss bana, mimi ninachokiona kama huna uwezo wa kumsimamia msanii. Nilishasema hapa hapa chana na hizo vitu chana, usipotezee muda. Sasa leo unataka nizungumzie manager wa wasanii, wewe ni msanii bado unajipambania, bado kula yako ni sanaa, mziki kwako ndio kila kitu, maisha yako yaendi bila mziki. Hapo hapo tena wewe mwenyewe, baada ya kujibeba, ufike unapotakiwa kufika unabeba mtu mwingine tena, unataka umsimamie. Mwisho wa matokeo ndiyo haya tunayoyasikia kutoka kwa Ibra. E bwana, we mwenyewe una uchu, una matamanio ya kujifikisha pale panapohitajika kufika, hujafika ushalibeba li mtu oh, leo unaita waandishi wa habari, press I want to introduce my new artist for the, for the, for the label. Wewe, wewe. We nani alikuongopea kwamba unaweza kusimamia msanii wewe? Hivi unajua juzi hapa Don Jazz, Don Jazz kutoka Nigeria. Alitoa tathmini ya wasanii wake anawasimamia, gharama Yo. Sisi bado yani ni mtu mmoja tu na huyu nitamtaja, kwa sababu yani msishangae nikiwa namtaja taja, kwa sababu ni kweli ameweza. Ni mtu mmoja tu, platinum peke yake. Nyiwe wengine msubiri, kuna muda bwana badi Mario aliamua kujitwisha naye mzigo wa mwiba, akaona unamchoma. Sijui ule mtoto watu He, Baba Mario uli msaini mtoto anaitwa Sustani Sustani, ana mnamjua, aliyemba nyimbo elfu mbili mtoto kang'aa pale, ndo hatuna taarifa naye, hatujui kaenda wapi, mzima amedondoka, hatuelewi hii yote. Wasanii wengi wanaendeshwa na miemko wasanii wengi wanaamini pale walipofikia basi wana nguvu ya kuweza kumchukua mtu mwingine na kumsimamia. Jamani, jamani, ndugu zangu, wasanii wakubwa tu, wasanii wangu, tafadhalini, hebu ibebeni kwanza mzigo wenu, hebu jitaidi kuufikisha mzigo wenu pale panapostahili kwanza, halafu ndo uamue kubeba mzigo mwingine ili ufikishe panapo stahili. Tumechoshwa na hizi kelele. Ibra kaongea vitu vya ndani kabisa, eh, konde konde, baba bombokla, baba oh, oh, oh, oh, oh. Unasikia, tafadhali Hebu achana na haya mambo kwa sasa, achana haya mambo kwa sababu imeonyesha zaidi, sehivi huna uwezo wa kumsimamia msanii wewe. Bado miongozo na taratibu za kumeneji msanii, kumsimamia msanii, kumpa kila aina ya stahiki zake kama msanii, bado ndivyo kinachoonekana, jamani. Mi nayazungumza haya kwa yale niliyoyasikia. Utamu wa ngoma bwana, ingia kati ucheze bwana. Nani? Ibra kaingia kati, kaona utamu wa ngoma, karudi, kanatuadisia sasa. Jamani, alafu Harmonize, Harmonize, hiyo kesi yake ya kwanza. Harmonize, hiyo kesi yake ya kwanza. Alafu vitu vikijirudia rudia, hata wale wanaokufuatilia, wanaokupenda, wanaotaka kukuone kila siku, atakosa imani na wewe. Kwa nini kila siku wewe tu? Ondoka dadangu, Angela, nyimbo ni hizi. Milioni hii, sasa hivi. Ibra, milioni hii. Si meneja wako simpija picha ule, milioni hii. Sasa, hata kama watu watakuwa wanakusingizia, ndo kila mtu aseme hiko hiko kila mtu aseme iko iko, baba, sanaa ni uwanja mpana, mziki ni uwanja mpana. Wewe unataka uende hapo hapo, Iba ipo mgongoni kwako, anataka aende basi, investi weka hela nyingi, tia mzima bwana. Ibra fungu lake hili hapa, kwa mwaka mzima, mavideo, maaudio eh, mafotoshot eh, ma kila kitu, mahitaji yake yote, fungu lake hili hapa. Sio msanii kaimba nyimbo mbili zimeenda basi, aanze sasa kuanza kuangaika, kwa vile tayari ushaanza kuonja ladha ya, ya, ya, ya kipato cha huyo msanii kwenye nyimbo zake mbili tu, basi hajiendeshe nini? Maana ya kumchukua kila siku, hawa wasanii watalia kila siku kila siku, kila siku watalia tu, kwa sababu mmewaaminisha bwana mdogo wangu, unajua unajua sana mimi, nikikuchukua ni wewe yani, nakwambia wewe utakuwa topo, ni topo. Semi kwa ubaya, kupitia hapo Amefahamika, amejulikana, lakini hakustahili apitie magumu haya anayoyasema. Hilo tu siuu, naeleweka mimi. Sitaki taki. taki leo hii kijana anasimama na kusema kwamba anasubiri bajeti, afikisha bajeti yake ya video, aoni chochote kikiendelea, alafu anasikia kesho umenunua gari nini. Sasa zarau ni lazima tu uonekane mbaya she... mechukuana wenyewe wa machinga fomtwara mkamini makabila ndo eh, udugu wa damu alikuambia. Boy Gadafi wa motai yule, juzi alikuwa anafanya interview, akaulizwa unaongea na kwa swaga kabisa yaani we, yaani we wewe, yaani we mtoto mdogo, mtoto, yaani we mtoto mdogo, wasii wasanii, una kipaji, una uwezo, East Africa nakujua, Afrika inakujua, usiendeshwe na, na, usi na mihemu take kuwaaminisha watu wa kurespect kwa kitu ambacho ukiwezi ake, kuwaaminisha watu kwamba unao uwezo wa kumchukua mtu na kumwendeleza, wakati wewe bado ujafika popote pa embo. Waache hawa watoto wa struggle, waache wapambane kama watataka kutoka. Kuna mashindano kibao tu, tu ya vipaji. kuna Bongo Star Search, mashindano kibao tu ya vipaji. Waache wende huko wakapambane, washinde hiyo mihela, wapate rekodi lebo, warekodi ngoma, wajulikane, eh? Waache wende huko wacho wende huko, wacho wafanye. Ni dhambi mkubwa sana kama kuififisha ndoto ya mtu. You are watching Metro Media TZ. Usisahau kusubscribe, comment na kulike.